Kwa majina anaitwa Dr. Saidi Kanenda, daktari bingwa mbobezi wa magonjwa ya figo uh, katika hospitali ya Kanda ya Bugando. Ama katika hospitali ya Bugando kwa kweli tunapata wagonjwa ambao uh, wanaojirudia pamoja na ambao wapya takriban kama mia nne hadi mia sita kwa, kwa mwezi kwao tuna kama, kwa wiki tunaweza kuwa tunakuwa na wagonjwa mia na hamsini lakini katika hao kwa wiki wagonjwa wapya wanaweza wakafika hamsini uh, uh, au thelathini hivi wagonjwa wapya wa kwa wiki, na tuna tatizo vilevile lingine ambalo linakuja nalo ni la msimu. Kuna kipindi fulani wa mama wajawazito wao wanajifungua kwa wingi, kuna kipindi hawaji sana. Sasa kip, tunapata uh, changamoto ya kina mama kupata shida za dharura za figo na hii inatokana na kwamba labda wakati wa kujifungua ametoka damu nyingi, au alikuwa na shinikizo la damu kubwa, au kuna kitu kinaitwa eclampsia, pamoja na magonjwa mengine ya mfumo wa kinga. Kwa hiyo wao tunawapata, na tunaweza tukapata hadi wagonjwa uh, sita kwa wiki, na ambao wote watahitaji usafishaji wa dharura wa damu, na wanaweza wakafanya hadi sesheni mpaka nane hadi kumi na mbili, na kuna wengine wanapitiliza moja kwa moja kuwa na shida ya figo ya kudumu ambao watahitaji usafishaji wa damu kwa maisha yao yaliyobaki au waweze kupandikiza figo ili waweze kuondokana na usafishaji wa damu kwa kutumia mashine. Kwa hiyo Hospitali ya Kanda ya Bugando kushirikiana na serikali na wadau wengine, hospitali za Benjamin Mkapa na hospitali zingine, basi tumekuwa na maandalizi katika kanda ya huko, kanda ya huku, kanda ya Bugando kwamba tuanze upandikizaji wa wa, wa figo na tumeshajiandaa kwa asilimia zaidi ya tisini sasa hivi, na tunasubiri tu wakati wowote tunaweza tukaanza, na serikali imetusaidia kuleta wataalamu kuja kutathmini na wameridhishwa na, na maandalizi yetu na kuna sehemu chache tu ambazo tunaweza kuzifanyia uboreshaji zaidi, lakini vilevile na tunasubiri wataalamu ambao wengine bado wako masomoni, wakirudi basi sisi tunaweza tukaanza moja kwa moja. Tumeshaandaa wagonjwa wachache ambao tutaanza nao, na wako katika hali nzuri, na sio high risk patients ambao, tusema, uh, candidates, ambao wana riski ndogo kabisa, tutaanza nao na baada ya hapo tutaendelea na mpango wa kupandikiza figo angalau kuondoa watu wengi walioko kwenye dialysis usafishaji damu, kwa sababu kama tulivyoona kwa gharama za usafishaji damu ni kubwa. Kwa mwaka mzima ukizichukua gharama za usafishaji damu kwa mtu mmoja e, ina, inaweza ikatosha kupandikiza figo uh, mtu mmoja na au wawili. Inakadiriwa kuwa takriban watu milioni 85 hadi bilioni moja duniani sawa na asilimia tisa nukta moja hadi asilimia kumi na tatu wana shida ya figo. Na pia katika nchi yetu ya Tanzania, watu wenye tatizo la figo ni takribani asilimia saba hii ni kwa vijijini na asilimia kumi na tano mijini. Tumebaini wanawake wengi wanapata changamoto za figo wakati wa kujifungua kwa kupoteza damu nyingi na kifafa cha mimba. Kina mama hawa wana umri mdogo, hawana uwezo wa kugharimia matibabu yao, wanahudumiwa kwa misaada, na pia vifaa tiba vinanunuliwa na hospitali kwa gharama kubwa sana, hivyo uendeshaji wa kitengo unakuwa mgumu sana, na hiki ndicho kilio chetu kikubwa. Ndugu mgeni rasmi, tunatamani kuwasaidia wanawake hawa wanaokumbana na changamoto hii, tunaleta ombi hili kwako, ili uweze kutusaidia kulifikisha sehemu husika Bapa na tumesikia wanawake wengi wanapata changamoto za figo hasa wakati wa kujifungua kwa kupoteza damu nyingi na kifafa cha mimba. Hii imekuwa ni changamoto kubwa sana, na kama mkoa tumeamua kushuka kwenye ngazi ya jamii, kwanza kutoa elimu kwa jamii, kabla hajashika ujauzito, hakikishe ana damu ya kutosha, lakini pia kuendelea kupima anapokuwa mjamzito, kwenda kliniki mapema kuguduliwa kutumia zile dawa zetu za kuongeza damu, lakini pia wanapokuja sasa kujifungua mapema, ili tuweze kumsaidia mapema asije akapoteza damu au akapata u-nani um, uzazi pingamizi au kujifungulia nyumbani kwa wataalamu wasiofaa akaweza kupoteza damu nyingi na kufika kwenye vituo vyetu akiwa katika hali mbaya ambayo imekuwa akiwapelekea kupata changamoto ya figo. Na kutokana na hali hii, naomba nitoe wito mkubwa sana kwa wananchi, wanawake kwa wanaume na watoto, tutumie fursa hizi kufanya uchunguzi mapema na tuwasaidie sana wale kina mama wajawazito kuhakikisha wanafuata ushauri wa wataalamu muda wote. Na kama ambavyo nimesema eh, gharama ya kusafisha figo session au mara moja ni shilingi ngapi? Kwwale ambao anafahamu ataje tu kwa haraka, shilingi ngapi? Laki mbili. Yaani hiyo nasema tu sehemu mbalimbali Tanzania kama laki mbili kwa wiki. Anataka mara mara ngapi? Mara tatu. Haya, laki mbili mara tatu, laki sita. Haya, kwa mwezi, kwa mwaka, hiyo ni kiasi gani? Ni kiasi kikubwa sana, lakini haya magonjwa yanaweza akazuilika, na tusiingie kwenye hizo gharama hapo baadaye lakini pia ni wasii visababishi viko vingi. Kuna vingine viko nje ya uwezo wetu, kuna vile vya kurithi, si ndio? Lakini kuna vile vya kuzaliwa navyo au autoimmune diseases ambazo zinatuletea pia shida. Ni muhimu pia watu wote wakahakikishia wana bima ya afya, itatusaidia sana pale ambapo tumejizuia tunavyoweza kwa uwezo wetu wote wa juu kutopata haya magonjwa, na pale tunapopata tuwe na msaada wa bima. Mimi pale ofisini kwangu kila siku At least ninapokea watu wawili au mmoja ambaye wanakuja kuomba msamaha wa matibabu au alioanzisha alio, alio hiki kitu ameokoa maisha ya watu wengi kabisa. Hii huduma inasaidia sana sana sana kuliko ambavyo watu wengi wanavyofikiri, labda akiumwa tatizo hili anaweza akanywa aka dawa tofauti na kusafishwa akapona. Ukweli ni hamna e, Alioanzisha hii huduma kwa kweli, tumpe sifa zake, inasaidia watu wengi sana wenye tatizo hili e. Bugando kupandikiza figo ni kitu kizuri sana kwa kweli, wakianza huduma hii kwa kweli, vile vile watakuwa wameokoa watu wengi, kwa sababu huduma hii ilikuwa haipatikaniki eh, hapa karibu, mpaka uende sii Dar es Salaam au Benjamin lakini ikija hapa wakazi wote wa Kanda ya Ziwa kwa kweli tutakuwa tumefarijika, eh.